Yaani, kwa ushindi wa leo wa Yanga mi sijabarikiwa kabisa. Mimi timu yangu naifahamu vizuri kabisa. Yani leo kuna kitu mimi nimejifunza. Inenekea leo refa amelipwa, ama timu ya Azam imelipwa, tuseme uongozi wa Azam umelipwa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wewe tu Yanga tuseme icheze dakika mia na kitu, ishindo atakupata goli hata moja kitu akiwezekana. Kwa kwanini mi nasema hivyo? angalia vizuri ile penalti. iangalia vizuri kabisa ile penalti. inaonesha kabisa yule aliyopiga penalti. Yule walishaongea kabisa na msheri, mimi nita nitaenda huko. Umeona alivyo? Alipiga tu akaidaka. Haya, alivyodaka mpaka mwisho. Yaani mpaka mwisho naangalia ile mpira. Wale wote wamepiga wamepiga mpigo wamepata. Umeona alivyo? Kwamba inaonyesha hapa saizi Yanga na nyinyi meshaanza kuna kanamna kamanza kufanyika ili ionekane ile timu kumbe hamna lolote. Mimi timu yangu naijua vizuri kabisa. Yani mimi sina maneno mengine ya kuzungumza, yani nimeumia sana ushindi wa leo.